Sisi kama madaktari au kama timu ya tiba kwa siku ya leo, tumefika hapa. Kwanza kabisa tumetoa elimu ya afya kwa wanakijiji kuhusiana na magonjwa ya kuambukiza, kuhusiana na usafi wa mazingira kwa ujumla. Kulingana na jamii yao, asilimia kubwa ni wafugaji, kwa hiyo elimu ya afya imekuwa ni ya muhimu sana kuwapatia, kwani wengi wao wamekuwa kifika katika kituo cha afya cha shule kutokana na changamoto za magonjwa ya kuambukiza pamoja na magonjwa ya milipuko mbalimbali waliokuwa wanakumbana nayo katika mazingira yao huduma ambazo leo tunakuja kuzitoa katika mazingira haya, tunakuja tunatoa huduma ya upimaji wa presha, upimaji wa shinikizo la damu, upimaji wa malaria, pamoja na upimaji wa matatizo ya, ya watoto wadogo ambao wamekuwa wengi wanakuja, ni matatizo ya kuharisha, matatizo ya vifua, kwa tunakuwa tunawacheki kuangalia changamoto hizo zimefika kiongo gani, na kwa ajili ya kutoa huduma ili kuwasaidia kuokoa afya zao, tukiwa nalifanya hususani la leo hili kuwapatia wananchi wetu tiba kuangalia afya zao na kutoa ushauri na kuwagawia chakula kidogo. Tunashukuru sana kwa kweli RTS Kihangaiko wako vizuri sana, na sisi na wananchi kwa kweli tunashirikiana nao kwa mambo mengi sana, na hasa sana kwa jambo la leo limezidi sana kuleta tija kwetu. Kwa kweli hii kwetu ni faraja kubwa sana kwa jeshi letu linachotufanyia kwa kijiji chetu. Nashukuru wanajeshi wetu kutembelea sisi katika maeneo yetu afugaji Kihangaiko kipibo tumepata ambaye kwa ugonjwa yoyote hapa, tuna macho, presha, anatusaidia kwa roho yao. Mungu tunashukuru tumekuja tuna kukutana yote na nyie, imetufanya tuiamini tu, tu, tu, tu jeshi kama ni jeshi letu, na tuna kuleta madaktari kuja kupima magonjwa yanayoambukiza na kupata matibabu bure. Kwa kila zoezi la kuruti nayofanyika polini tunasema Exercise Maliza, tumekuwa tukiweka zoezi la CIMIC, eh, Civil Military Cooperation. Tukiwa na lengo moja tu la kutoa huduma ya matibabu kwa wazee na watoto na wenye changamoto mbalimbali, lakini pia na kutoa msaada wa chakula kidogo, sio kwamba hawana chakula, lakini katika kuonyesha upendo na ushirikiano watapata chakula na kupata elimu mbalimbali kuhusu maeneo yetu kwa sababu anatumika na mabomu na vitu mbalimbali hatari ambayo vimekuwa watu wakiokota kama vima chakavu. Kwao wamepata elimu leo, kwao ushirikiano huu utaendelea na elimu hii itaendelea, na tumeona hii ndio siri, siri kubwa